Na mtazamaji, kwa siku ya pili vurumai iliweza kushuhudiwa nje ya Bunge la kaunti ya Machakos wakati ambapo wawakilishi tisa waliopigwa marufuku katika bunge hilo walipozuiliwa na polisi wasiingie bungeni. Makabiliano makali yalizuka huku lango la bunge hilo likigeuka uwanja wa vita. Crispin Otieno anaarifu zaidi. kwa mara nyingine tena bunge la kaunti ya Machakos lilishamiri fujo, hamaki na makabiliano makali. Wawakilishi wadi tisa waliopigwa marufuku kuhudhuria vikao vya bunge hilo kufuatia vurumai iliyozuka hapo jana wakizuiliwa kuingia. Shame on you. Oh. Atutaki kujua kama nini na ni mtu shika mtu sisi wote Walinzi wa bunge na maafisa wa polisi wakiwakabili vilivyo na kuwaarifu kuwa wameagizwa kutowaruhusu kuingia hadi marufuku iliyowekwa ikamilike. Baadhi ya wa wawakilishi wadi wakiamua kupimana nguvu na maafisa wa polisi, lango kuu likageuzwa uwanja wa vita. Mwakilishi wadi wa Katanga akigaragazana na maafisa wa polisi ardhini <tipi> na kupiga nduru kuashiria madhila aliyokuwa akipitia. Mwisho wa kwisha suti aliyokuwa amevalia ikigeuzwa kitambara kibovu, sarakasi zote hizi zikinaswa kwenye kamera. Fortunately, we have found security uh, personnel who have indicated to us that there is an order from the Speaker of the assembly to the effect that nine members of the county assemblies have been barred for eight weeks. You know, the at times are claiming that uh, I am supposed supposed to to be at the bunge. So So I'm I'm, telling them I'm a, member of, I'm a member of the county assembly. So where am I supposed to be? Viongozi hawa wanashikilia kwamba hawatashurutishwa na speaker wa bunge la kaunti ya Machakos Vurumai ya leo ikiwavutia wenyeji wa kaunti hiyo waliofika hapa kwa mabango ya kupinga vita vya mara kwa mara. Wao pia wakivurugwa na maafisa wa polisi hali ikawa mguu ni ponye. Crispin Otieno runinga ya Citizen.